Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kwa wewe ambaye unatutazama pia huko uliko nyumbani, sehemu yoyote ile ambapo upo, sisi hatutambui upo sehemu gani, lakini wewe pekee ndio unayejua sehemu gani. Naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha Yesu ni njia ambacho kinafanyika kila siku saa tatu na dakika 30. Na siku ya leo tunamshukuru Mungu tena tumepata kibali na neema kuna mtumishi wa Mungu yupo mahali hapa eh, kwa ajili ya kuendelea kufundisha. Basi naomba nimkaribishe akaendelee na utaratibu, lakini kabla sijamkaribisha, naomba tufunike macho. We uko ambaye upo nyumbani upo seme yote unao tutazama, funika macho yako, tukaombe na mtumishi wa Mungu atapita mahali hapa. Baba Mtakatifu, Mungu uliyeketi mahali palipotukuka, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema tena ni mwaminifu. Hakuna aliye kama wewe Jehova hile, ninaamini Baba, hakuna aliye kama wewe katika maisha ya tulionayo. Tunakualika katika ibada hii ambayo imekuwa inafanyika kila siku katika haya maisha yetu ambayo tunaishi mahali hapa. Baba, ninaomba ambatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki amini, Baba, mkono wako utatufunika na kutuongoza. Utamtumia mtumishi wako sasa, na jinsi ambavyo utapenda jemedali wa vita. Naomba Baba, neno lako mtumishi wako kamtumie kama chombo chako Mwokozi, na neno lako likatoke kwako mwenyewe Mwokozi, katuhudumie sasa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo Amen. Basi namkaribisha mtumishi wa Mungu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni katika ibada ya leo. Kipindi <clears throat> kizuri. Nawakaribisha ili tukaweze kujumuika pamoja katika kujifunza neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kabla hatujaendelea, naomba tujikabidhi mkononi mwa Bwana kwa ajili ya kipindi chetu, tukapate kuomba ili tukapate kujifunza maneno matakatifu. Basi tufumbe macho, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uliyeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako kolinuli ni wakati mwingine, masaa haya, muda huu, watoto wako tunajikabidhi mkononi mwako. Wakati mwingine, Mungu, tunaweza tukawa tumekosa machoni pako, kwa kunena, kwa kufikiria, kwa kutenda, tunaomba utusamehe. Cha msingi na cha mno, Mungu, tunaenda kujifunza maneno yako matakatifu, kanitumie kama chombo, maneno yote yanatoka kwako. Angalia watumishi wako huko ulimwenguni kote wanaonifatiria wanaotufatiria pia wanaonisikiriza, kawatie nguvu, kawajaze Roho Mtakatifu, wakapate kuelewa neno hili sasa mapenzi yako. Basi naomba hayo nikiamini, ya kwamba utatenda sasa mapenzi yako, tuseme amina. Ya ok, somo letu la leo linasema Kumwabudu Mungu, kipindi chetu cha leo. Sawa? So, somo letu linasema kwamba kumwabudu nani? Mungu. Sawa? So, ndugu zangu wapendwa katika Bwana mnaonisikiliza naomba tuende moja kwa moja katika kitabu cha Hosea sura ya kumi na tatu mstari wa nne tafadhali aliyefika katika kitabu hicho naomba anisomee. Sawa sawa mtumishi, amina. Maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Hosea sura ya kumi na tatu mstari wa nne Inasema kwamba lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Oh, hiki kitabu kinatukumbusha kwamba sisi kama watumishi wa Mungu tunapaswa kumwabudu Mungu, tunapaswa kumtumikia yeye kwa sababu anasema, lakini mimi ni Bwana mungu wangu, mungu wako, mungu wako tangu nchi ya Misri, ni mungu wetu tangu nchi ya Misri. Alikuwepo na atazidi kuwepo. Kwa hiyo, wapendwa, na wapaswa sisi kama sisi tujikane nafsi zetu, sisi kama sisi tujitoe kikamilifu mtumikie Bwana, tumwabudu yeye, tumtukuze, tumpe sifa kwamba yeye anaweza, jina lake liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba anasema, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. maneno matakatifu hapa, matakatifu yanatufundisha hivi, wala zaidi ya yeye hakuna mwingine, hakuna mwokozi. Yani tukiangalia sisi wanadamu, hapo mwanzo tulikosa tukamkosea Mungu, tukatenda dhambi katika uzao wa Adamu na Eva lakini tunaona hapa Yesu peke yake ndiye aliyekuja kutuokoa na, ba, na bado alivyorudi, alivyoondoka kurudi mbinguni alituahidi ya kwamba hatarudi kuja kutuchukua. Wapendwa nilikuwa, nilikuwa na waasa kwamba tumtuki, tumtumikie Mungu sasa na mapenzi yake ili siku akirudi wote tukapase tukapase kumlaki mawinguni, ili tukajumuike naye pamoja. Basi naomba tena tuende kusoma katika kitabu kingine. Wapendwa, nisomeeni katika kitabu cha Mambo ya Warawi sura ya ishirini na sita mstari wa kwanza. Tuone maandiko matakatifu yanasemaje? <coughs> Mambo ya Warawi sura ya ishirini na sita mstari wa kwanza. Sawa, msifanye sanamu yoyote, msifanye sanamu yoyote wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnara wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu yanatukumbusha kwamba tusijifanyie sanamu nyingine sanamu yoyote, japokuwa kuna watumishi wengine wanajifanyia sanamu. Wakati mwingine zinakuwa ni za kuchonga, wakati mwingine wanatengeneza kwa mikono yao, lakini yote ya yote, maneno matakatifu yanatukumbusha kwamba usijifanyie sanamu yoyote wala wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnara wala msiwe, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia. Hapa maandiko matakatifu yanazidi kutukumbusha kumwabudu Mungu, yanazidi kutukumbusha kulitukuza jina lake. Tunavyomwabudu Mungu hapa, tunamaanisha nini? Tunampa sifa, tunamtukuza kwamba yeye ni Alfa na Omega, tunamtukuza kwamba yeye ndiyo wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo mpendwa, katika siku ya leo, nilikuwa na kuomba ushike hii misingi mitakatifu ya kumwabudu Mungu, kumtukuza yeye na kumwamini kuwa ni Mwokozi katika maisha yako na kumwamini kuwa anaweza akatenda, kabla ya jirani yako kukutendea mema, kukutendea me au mazuri, kuamini ya kwamba anaweza kukuokoa, kwa sababu amesema hayupo mwokozi zaidi yake. Uta, leo utapata changamoto, utapata shida, utaenda kwa jirani, atakuokoa, lakini jua kwamba yule pale siyo jirani aliyekuokoa pale, ni Mungu. hayupo mwokozi zaidi yake. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hilo ndo hitimisho langu juu ya mafundisho ya leo Mungu alionijalia. Naamini ya kwamba wapendwa, mmebarikiwa mmepata cha kujifunza. Basi wakati huu na saa hii naomba Tukajikabidhi mikononi mwa Bwana tukaombe juu ya neno hili. Lakini ningependa kama kuna mtu labda anajisikia kuumwa, ana shida, ana changamoto inamsumbua sana, tukiamini Mungu hutenda, basi naomba unyoshe mikono yako juu, tukaombe pamoja. Basi tufumbeni macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliyeketi mahali pa siri juu mbinguni, ninakushukuru Mungu kwa sababu tumekubarika machoni pako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umetupa pumzi yako ya bure. Tunakushukuru Mungu kwa sababu leo tumefanikiwa kusoma ku, ku, ku, kunena na wewe, tumejifunza maandiko yako matakatifu kwamba tukuabudu wewe tumejifunza maandiko matakatifu kwamba hayuko mwokozi zaidi yako. Sasa leo Mungu, naomba ukawe mwokozi juu ya mgonjwa yule, kawe mwokozi juu ya kijana yule anayesumbuliwa na shida, anayesumbuliwa na magonjwa. Wakati mwingine Mungu, amekata tamaa, kawe mwokozi katika maisha yake, kawe mwokozi katika maisha yake, kamuonekanie Baba wa mbinguni lakini Mungu chaa muno usitusahau katika ujio wako wa mara ya pili utakapokuja. Tunaomba Mungu sisi na watu wote tukakuraki mawinguni. Sasa na mapenzi yako, baba wa mbinguni, tazama Mungu tutaenda kupumzika. Tunao ndugu zetu, tunao rafiki zetu, tunao jamaa na watu wote ulimwenguni kote, naomba uwatangulie, naomba uwatie nguvu, kawape Roho wako Mtakatifu. Siku moja Mungu akakukumbuke wewe, siku moja Mungu akalitukuze jina lako siku, siku moja Mungu akakushuhudie kwa watu wa mataifa ya kwamba hayuko Alfa na Omega zaidi yako, ya kwamba hayuko mwokozi zaidi yako ya kwamba hayupo jemedari wa vita kama wewe. Baba wa mbinguni, kae pamoja nasi, katuonekanie. Baba wa mbinguni, tazama sisi ni watoto wako, kae pamoja nasi, tunazo changamoto mbalimbali mbali. Lakini Mungu, katuguse mikono, katuguse mkono wako, katufunike kwa damu yako ya mwana kondoo, ili Mungu, tukaweze kuona ufalme wako wa mbinguni. Basi naomba hayo machache nikiamini ya kwamba utatenda sasa mapenzi yako, wote tuseme amina. Mbarikiwe wapendwa.